Young Africans wali walitoa msimamo taarifa kwa umma wakiendelea kupigilia msumari kwamba hawatocheza hiyo mechi. Kwa uzoefu wako na muda ambao umekaa kwenye mpira, unadhani eh, Young Africans ni kama anatikisa tu kiberiti hivi, lakini hiyo, eh, tarehe 18 tarehe 15 June, Young Africa tutaona pale uwanjani na dabi inakwenda kuchezwa? Hakutikisiki kibiriti wala akutikisiki gesi, ndugu yangu Oscar, Oscar. <laughs> Young Africans msimamo wao uko very clear how hawachezi na wezi kupeleka timu katika mazingira kama haya. Unachezaje mpira wakati imeahirishwa namna ile, kijua kali namna. Wewe una, wewe unawaunga mkono Young Africa kutopeleka timu na mapema. <laughs> Yaani asubuhi na mapema. Wala hilo alihitaji kuzunguka, lakini, lakini, lakini, lakini Maulid, eh, bodi ya ligi ambao ndio anasimamia mpira na taratibu zinasema timu isipopeleka eh, uwanjani siku ya mechi husika, kuna kupokwa alama tatu na kuna zile kumi na tano ambazo timu inaweza ikashuka daraja. Kwa hiyo huoni kama Yanga anaenda kushuka daraja sasa? si <laughs> na na <laughs> <laughs> Lakini kanuni zinaonyesha zina, kama bodi ya ligi ndio wenye mamlaka ya juu, na mamlaka ikipanga mechi ukigomea, unaweza ukashushwa daraja huko chini Hapana. Kwa hiyo ile, ile, ile ya Simba, ile ya Simba, Simba walitangulia tamko e, la usiku, usiku asubuhi, mechi ikaota mbawa. Na Yanga Afrika jana wametangulia na tangazo, alafu leo imekuja nyundo ya bodi ya ligi. Nakwambia vipi, hiyo mechi haichezwi. Bodi na TFF bila kuja kukaa mezani, kutumia uungwana, wakazungumza na hivi vilabu. Hivi ni vilabu vikubwa vya mpira nchi hii, ndio vimebebewa mpira, vimebeba mashabiki wa mpira, ndio vinailetea hela ligi yetu. Ila vilabu hivi, hakuna mpira bwana. Sasa unayofahamu yembele sasa, kwa kwa turudi nyuma, ndio eh, kwa hiyo We uliona Simba walisema hawachezi na mechi hawakucheza, hawakucheza. Sasa nini itakuwa hatima ya, ya mpira wetu na, na ligi yetu, kwa sababu tunahitaji kuona tunapata bingwa wawakilishi wa michuano kimataifa mwakani, timu zinashuka daraja. Nini kitatokea kama hii mechi haitochezwa? Wachutame tu bodi, wachutame bodi, wachutame wawe waungwana, waje na TFF yao, waje wakae, wakae na Africa eh, wakae wazungumze wa, waombe radhi pia nchi, wazungumze na watu wa mpira wenyewe, ndio uungwana. Mpira auchezi kwa matamko tu, mpira auchezi kwa kujifungia ndani asusiku siku, afu asubuhi unasema tamko, ipeleka hiyo tamko. Auchezi hivyo mpira eh, kwa kweli, msuli unaweza ukavuka hapo.